Uh, ndugu zangu wa diaspora, mimi nawashaurini, hela zenu zitakuwa salama UTT. Aminini msiniamini mie, lakini msikilize maneno yangu na ushauri wangu nawaambia, kwa sababu mimi ni mwekezaji toka mwaka elfu mbili na nane. Na kwa hiyo ningewashauri kwamba wala msiyumbeyumbe, msi, madhali nyinyi ni Watanzania na mnataka kurudi nyumbani, ndugu zangu, jitahidini kuwekeza UTT na sasa hivi kuna mifuko mingi karibuni mifu, mifuko sita. Kwa hiyo kutokana na nguvu yako, unaanzia milioni moja, milioni mbili, milioni mia moja milioni mia tatu kiasi chako unachotakiwa unachojifikiria mwenyewe unaweza ukaweka kuwekeza. Unakaribishwa UTT, niko hapa mimi, siuzi biashara mimi, siuzi biashara ndugu zangu diaspora, mimi nafanya kazi siku sita, naishi Washington DC kila mtu ananielewa, naenielewa Mtanzania, maisha ya kufanya kazi siku sita, iko siku tutashindwa kufanya kazi hata siku tatu. Kwa hiyo ningewashauri mje mwekeze nyumbani Tanzania. E, mwe... na UTT iko duniani na inatembea kila mahali na sisi Watanzania, naamini tuko hapa kwenye... Kik... tuko kwenye diaspora, na pia kuwekeza kwenyewe pia ni kiganjani Kinganjani ni kwamba unaingia online, unaweka information zako, unajaza kiasi gani unataka na hali kadhalika. Jamani, msiogope, msiogope, yani msiogope, muwe na amani. Sisi tunaoishi diaspora kule, sio kwetu. Kwetu ni Tanzania, haijalishi utaishi maisha yote kule <laughs> nyinyi wenyewe mnaona hali halisi kila siku, mambo yanaenda, yanabadilika, sawa nivyo tu ndugu zangu, na washauri mimi na 66 kwa kawaida, nyinyi mnajua kuritaa ni miaka mingapi Ulaya? Haina haja ya kuzungumza What?